Sasa kitabu hiki pia tumeeleza sababu za watoto lakini pia tumeeleza ufumbuzi wake haya anayoyasema, lakini mkakati wenyewe ni upi? Nitasema maneno machache. Mkakati wenyewe, kwanza, kutambua hawa watoto wenyewe ni wakina nani, wako wangapi, wametoka wapi. Kwa hiyo imeeleza kitabu hiki na wakina nani wana wajibu wa kufanya hivyo. Tatu, kuimarisha uchumi wa kaya. Kaya zikiwa hazina uchumi, zina uchumi mbovu, zinapelekea umaskini, watu watoke kwenye kaya mapema kabla ya kumaliza shule, waingie mitaani. Kwa hiyo serikali ya mkoa, taasisi hizi binafsi, tumekubaliana ku-identify ba hii nyumba za namna hizo, wale wanaopitia tasafu wapitie, wale wengine wanaohitaji msaada wasaidiwe, ili tuimarishe uchumi wa kaya maskini ili watoto waweze kulelewa katika kaya hizo. Kuwa na daftari la watoto waliotoroka vijijini na mitaani, kila serikali ya mtaa iwe na rosta yake ili tujue pale Magu, kila kijiji waliotoroka kule kijijini ni wangapi, tutakuwa na orodha wamekwenda wapi. Kwa hiyo, mkakati mwingine ni kutekeleza sheria hii ambayo nimeisema, wazazi ambao watimizi wajibu wao Lazima wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria na wanakabiliwa na adhabu ya miaka mitano, lakini pia kifungo cha miezi sita. Kwa hiyo ni lazima tukaisimamie. Lakini mkakati mwingine ni kuwaunganisha na watoto hawa na familia zao. Lakini mkakati mwingine ni kutoa elimu ya malezi, ulinzi wa mtoto. Huu ni mkakati endelevu. Sasa wadau ambao watahusika na mkakati huu tumewaeleza, ya kwanza ofisi ya mkuu wa mkoa kama ambavyo tunafanya na hatujaanza leo. Leo ni mwendelezo, tulianza ku identify, tulikaa kikao cha wadau NGOs za mambo haya, tukakaa na watoto wa mitaani, tukaja na ili andiko ambalo leo tutalizindua sasa. Utekelezaji wake lazima ofisi ya mkuu wa mkoa washiriki, tutafanya tathmini, tutaitana tena kila mwaka kufanya tathmini ya Yahi, hiki ambacho tumekizungumza na kukiandika juu ya utekelezaji wake. Wadau wa pili, serikali za mitaa. Tukimaliza na nyie, tutakaa na serikali za mitaa, viongozi wa mitaa yote, watendaji wa kata na vijiji wote, tutakaa nao ili wasimamie mkakati huu. Lakini wadau watatu ni nyie, taasisi ambazo sio za kiserikali. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo yote, niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Hii ndio jamii yetu, na tukiacha jamii hii inaharibika, taifa letu litaharibika. Hawa ndio watakaokuwa chokochoko ya kuvunjika kwa amani miaka ijayo. Tunapodhibiti hao watu, tunaandaa kudhibiti taifa. Tukidhibiti taifa, utulivu na amani utakuwepo, na hata sisi hatutapata athari ya uwepo wao wao. Kwa hiyo tukiwa- tukiwaona mitaani, tusije tukadhani kwamba hatuwajibiki nao. Na wale watu wanaweza kuwa ni janga kubwa la taifa, ambalo janga hilo halitawakumba wao tu, litatukumba na